Uh, watu wengi mnajiuliza tofauti kati ya Pinduoduo na 1688. Okay, hizi zote ni application za Kichina, lakini leo unataka ni kueleze wapi unaweza kubai bei kwa bei nafuu na ni kwa nini. Okay, ukiangalia hii application ya Pinduoduo, hii ni application ya Kichina ambayo imetengenezwa ndani ya China na maana ya Pinduoduo ni kama ni group Okay, ina maana watu wananunua kwa group mfano wafanyabiashara wadogo wadogo najiunga kwa pamoja, alafu wanaagiza bidhaa kutoka kiwandani ili waweze kupata kwa bei sawa na kiwandani. Kwa hiyo uh, most of the time price ambayo inakuwepo huku Pinduoduo ni bei nafuu zaidi ya 1688. Nitakwambia kwa nini 1688 ni gharama zaidi. Yes, kwa hiyo kama mfanya biashara na unaweza kuagiza bidhaa kutoka Pinduoduo ujue kwamba bei utaipata bei nafuu zaidi tofauti na kununua kwenye 1688. Okay, so um, tuangalie hii hapa 1688. Tofauti yake ni hipi, kwa nini bidhaa 16688 ni bidhaa ni gharama zaidi? Okay, yeah, hii hapa ndo 1688, basi ndo website yao. Vizuri, kama umenunua kwenye 1688 moja kwa moja au this one, ndio tuone inavyofunguka. Yeah. Kwa 1688 hii hapa ni application ya Kichina ambayo inaweza kuwafanya hata watu ambao wako overseas wako nje ya China wakanunua bidhaa hapo moja kwa moja. Na uzuri wa 1688 ni viwanda vingi vya Kichina vimejiunga kwa hivyo viweze pia kuuza bidhaa nje ya nchi. Yes, na hii hapa inatumia lugha ya Kichina. Yes, kwa hiyo kama unataka kutranslate kwa wale ambao kwa hiyo na translate vipi? Hii 1688 mbona ni Kichina tu. Unagusa tu option ya translate. So today this is the simplest way. Kwa hiyo itajibadilisha yote itakuwa nini? Kiingereza. Yes, mnaona eh? This time ni Kiingereza, okay? This one you know, ni Kiingereza chote kinatumika hapa. Kwa hiyo hivi ndo jinsi pia ya kubadilisha once see it kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ukiingia kwenye website basi itakuwa ni more simple kubadilisha uh, website yako iwe kwa lugha ya Kiingereza, ina maana bidhaa zote zinakuja kwa njia ya Kiingereza. Kwa hiyo oh, hii hapa imewekwa kwa ajili ya watu wote ambao wako nje ya China na ambao wako ndani ya China kuweza kupata viwanda na pia kuweza kununua bidhaa yes, tofauti ya 1688 na ile Pinduoduo unaona hapa payment method kwenye 1688 inatumia njia chache, unaweza kulipa kwa njia Alipay, credit card payment, trust pay, purchasing first pay later. Unaweza kufanya hivyo ukanunua ukalipa baadaye. Kuna bank transfer, lakini hii bank transfer ni za benki za kichina. Kwa hiyo sisi watu wa nje tunakuwa kama hauna benki ya kichina huwezi kununua okay, yeah, so na pia kuna cross border transfer. Hizi ndio njia ambazo unaweza kutumia kulipa kwenye 1688, lakini kwenye Pinduoduo uzuri wake ni kwamba unalipa kutumia kadi yako, unalipa pia kwa njia za Alipay, WeChat. Unaona, hii hapa haina option ya WeChat, but Pinduoduo inaweza ukalipa WeChat, kwa njia ya WeChat um, kwa wewe ambaye tayari um, unajua suala zima la kuagiza ni beta kutumia uh, Pinduoduo kwa sababu Pinduoduo unanunua bidhaa kwa bei nafuu na kwa sababu unamtaji mdogo unahitaji kununua bidhaa kwa bei nafuu zaidi but unachotakiwa tu kuwa kuwa na njia kujua jinsi gani ya kutafuta masaplay jinsi ya communicate nao na ikawa mo simple zaidi kitu kingine ambacho unaona ni tofauti kati ya 168 na Pinduoduo, ukiwa ukitumia 168 unaweza ka login kupitia email yako, but ukitumia uh, Pinduoduo inahitaji utumie na nili benki utumie namba ya China ndio uweze ku login kwenye Pinduoduo, kwa sababu hiyo ni special kwa ajili ya Wachina. Kwa hiyo kama umefanikiwa kuingia China, basi utakuwa na namba ya China au muombe mtu akufungulie line ya kichina, kichina uweze kupata kodi ya kufungua Pinduoduo. hiyo ni option option ya kwa option ya kwanza, pili ya Pinduoduo Download WeChat, login kupitia WeChat ndio unaweza kutumia, ambalo litafundisha namna gani ya kutumia Pinduoduo pamoja na 1688. Yes, kama unahitaji kujifunza zaidi, unahitaji kununua bidhaa kutoka China, kujiunga, yes, kwenye hii. Ilo darasa letu. Karibu sana sana. So, kama unapenda kuendelea kupata tips kuhusiana na biashara mtandaoni usisite kunifollow na kushare na watu wengine hii page, ili na wao wapate kujifunza.